Naelewana. Sasa amesema nisiingie nisi kwenye gari nisiingie kwenye gari. Ah, ah, amna si tunakatazwa kuingia kwenye gari. Atalala hapa, shida iko hapa, shida iko hapa, tusichezeane